Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji ni Florian Kajagia. Asante Regina Mziwanda. Huku Israel ikiendelea na mashambulizi yake ya mabomu, inasema imeharibu makao makuu ya usalama wa ndani ya Iran. Imesema itaendelea kutafuta utawala wa Ayatola ambaye ni kiongozi mkuu wa Iran. Tovuti inayoshirikiana na serikali imesema takriban watu sita akiwemo mwanamke mja mzito na watoto wawili waliuawa katika shambulizi la Israel dhidi ya magari Katikati mwa Iran. Waziri wa Ulinzi wa Israel, Israel Katz, amezungumza kuhusu shambulio hilo la hivi karibuni. Uamuzi wa kuanza kufungua tena uchumi taratibu katika mikoa tofauti ni namna fulani ya ushahidi, ni ujumbe wa ushindi dhidi ya adui. Wanakuja kutudhuru na tunajibu vikali, tukiwalinda raia. Rais wa Urusi, Vladimir Putin, amesema yuko tayari kukutana na Rais Volodymyr Zelenski wa Ukraine lakini tu katika awamu ya mwisho ya mazungumzo yoyote ya amani. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini St. Petersburg, kiongozi huyo amesema suluhu lolote la kumaliza mzozo wa Ukraine litahitaji kuzuia mapigano yasianze tena kwa muda mrefu. Mazungumzo ya usuluhishi wa kupatikana amani nchini Ukraine yamekwama, huku Moscow ikiendelea na mashambulizi yake ya kijeshi na kupinga mapendekezo yanayoungwa mkono na Marekani ya kufikiwa kwa mapatano bila masharti. Siku chache baada ya ajali ya ndege shirika la ndege la India kuua watu wasiopungua 270, wachunguzi kutoka kote duniani wanaunganisha nguvu na mikakati ili kubaini ni nini hasa kilikwenda kombo. Kufikia sasa hakuna dalili za chanzo cha ajali na inaweza kuchukua miezi kadhaa kabla ya kupata jibu. Samba tenzi na maelezo zaidi. Wakati subira inapoanza, kundi la kampuni za Tata ambalo linamiliki shirika la ndege pamoja na chapa zingine mashuhuri kama vile Jagwa Land Rover na Tatlyt linakabiliana na changamoto nyingi ambazo hazijawahi kushuhudiwa. Katika wakati muhimu wa mabadiliko makubwa ya mtoa huduma za ndege na shauku ya mageuzi makubwa, kulikuwa na matumaini mapya yaliyoanza kuzaa matunda kwa Air India kabla ya mkasa wa ajali mikononi mwa mmiliki mpya wa kibinafsi. Tata ilinunua shirika la ndege kutoka serikali mnamo elfu mbili na ishirini na mbili. Air India ilipata faida ya uendeshaji, mapato bora na malalamiko machache kutoka kwa wateja wake. na taasisi ya kudhibiti dawa ya Marekani imeidhinisha dawa mpya ya kuzuia virusi vya Ukimwi. Dawa hiyo inayofanya kazi kwa muda mrefu lena kapville inahitaji tu kutumika mara moja kila baada ya miezi sita. Na mwenyekiti wa ugunduzi wake Daniel O'Day amesema uamuzi wa uongozi wa taasisi ya chakula na dawa wa kihistoria katika mapambano dhidi ya VVU. Idhini hiyo inakuja huku utawala wa rais Donald Trump ukipunguza kufadhili mipango ya afya ya kimataifa ambayo ingesambaza dawa ya lenacapavir katika nchi zenye kipato cha chini. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Florian Kaijage. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio washirika na internet katika bbcswahili.com na kwenye mtandao wa Facebook, andika BBC Swahili. Unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia radio washirika. Nchini Tanzania ni Radio Kwizera Ngara, Radio One na Radio Free Africa. Nchini Kenya tunasikika kupitia Count FM na Nyota FM. Kule Uganda tusikilize kupitia Voice of Karamoja na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tusikilize kupitia Radio Muungano Beni. Mimi ni Regina Mziwanda. Na kwa kuanza yale tuliyokuandalia, Iran na Israel wameendelea kushambuliana usiku wa kuamkia leo Alhamisi, huku rais wa Marekani Donald Trump akitafakari kuhusu ushiriki wa Marekani. Awali Rais Trump alisema nami namnukuu, naweza kufanya hivyo ama nisiweze kufanya hivyo, mwisho wa nukuu. Kauli hii ameitoa pale alipoulizwa kama Marekani ingejiunga na mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Rais wa Marekani aliidhinisha mipango ya kuishambulia Iran lakini bado hajafanya uamuzi wa mwisho kuhusu kuishambulia nchi hiyo. Skola Kisanga anaarifu zaidi. Rais Donald Trump ameendelea kuwa na msimamo usio wa wazi kuhusu kama Marekani itashiriki moja kwa moja upande wa Israel katika vita ambavyo imeingia siku ya sita dhidi ya Iran. Katika maoni yake ya hivi karibuni, Rais Trump alisema, naweza kufanya hivyo na naweza pia nisifanye hivyo. Rais Donald Trump anakutana tena na baraza lake la, la usalama wa taifa kupima faida na hasara za kujiunga na kampeni ya kijeshi ya Israel dhidi ya Iran. Awali bwana Trump alisema, hatafuti vita, lakini anapendelea kufanya hivyo badala ya kuruhusu Iran kuendeleza silaha za nyuklia. Iran haiwezi kuwa na huu mpango wake wa nyuklia, nimeshasema sana hili, na nadhani imebakiwa na wiki chache tu za kuwa nao, na nadhani hawajawa na nyaraka zozote, na nadhani wanapaswa kufanya hivyo, na nimeshasema sana, Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. kutakuwa na uharibifu mkubwa, too much diplomasia bado inaweza kuwa wazi kwa Teheran huku ripoti zikisema kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza watakutana na mwenzake wa Iran huko Geneva leo Alhamisi. Naye rais wa Urusi Vladimir Putin, mshirika wa karibu kabisa wa Iran, amezitaka pande zote mbili kutafuta njia za kumaliza mapigano na kuongeza kwamba Moscow imewasilisha mawazo juu ya jinsi ya kufikia amani. Lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, yeye anasema vikosi vyake vitaendeleza kwa kasi mashambulizi ili kuondoa tishio lolote lililotolewa na Iran. Nazo ndege za kivita za Israel zimekuwa zikilenga maeneo ya nyuklia ya makombora ya balistiki pamoja na utawala wa Iran. Waziri wa, wa ulinzi wa Israel Israel Katsi anasema makao makuu ya polisi huko Teheran yameharibiwa vibaya. Na balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva Ali Bahrain ameiambia BBC kwamba Teheran haiwezi kukubali mashambulizi ya Israel. Our military forces have been. Tumeweka nguvu zetu zote kwenye hili, sio namna unavyofikiria, kwa sababu ilibidi wakabiliane wakabiliana na vitisho vya Israel, na vyombo vyetu vya ulinzi vimekuwa vikijiandaa kwa hali hii. Kwa hiyo majeshi yetu yalijibu na yanaendelea jibu kwa nguvu zote kwa kadri inavyowezekana. Hapo jana Jumatano, rais Donald Trump alisema atangoja hadi sekunde ya mwisho, kwani atapigania tu kuzuia Iran kuendeleza silaha za kinyuklia. Mwakilishi wa kudumu wa Israeli katika Umoja wa Mataifa Dani Danon aliambia BBC kwamba Washington inapaswa kuchukua tishio la nyuklia kutoka Teheran kwa uzito mkubwa pale wanapozungumzia kuhusu mashambulizi ya Israel, tunalichukulia kwa uzito, pale wanapofanya mashambulizi na kutuma makombora, na nadhani watu Marekani wa Marekani wanatakiwa kuangalia kile utawala wa Irani unachosema kuhusu Marekani. Na Iran imeendelea kusisitiza kuwa kile alichojiita kwamba haitajinyenyekeza mlangoni mwa ikulu ya White House. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, amemwonya Trump kuhusu athari za kivita mbaya zaidi ikiwa Marekani itajihusisha na mashambulizi ya Israel. Nalo na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa litafanya mkutano wake mwingine wa dharura kuhusu Iran siku ya Ijumaa huko mjini New York. Mkutano huu unafanyika kwa ombi la Iran lililoungwa mkono na China, Pakistan na Urusi ni taarifa yake Skola Kisanga. Na tusalie katika taarifa hiyo kuu, na ili kuangazia zaidi nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Ibrahim Rahbi, kutaka kufahamu mabadiliko ya kauli za Rais Trump. Mantiki yake ni nini hasa? kumekuwa na kauli ambazo zinabadilika sana hasa upande wa Donald Trump. Kila anapozungumza amekuwa akikariri kauli fulani ambazo zinabadilika badilika toka alipokuwa kwenye ziara ya Canada alivyorejea, lakini hata mazungumzo yake ya mwisho kauli zake zinakuwa haziko sawa, na imekuwa ikivuruga sana. Kwa sababu ukiangalia alichokuwa amekizungumza, mfano siku moja iliyopita aliweka kwenye mtandao wake kuwa Irani wajisalimishe, lakini hapo hapo akaagiza watu wa Teherani waondoke. Hapo hapo ikawa kuna dalili zote kuwa Marekani ataingia moja kwa moja na hata baadhi ya vyombo vya habari mfano vya mashariki ya kati viliripoti kuwa tayari Marekani alikuwa ameingia, lakini anakuja anasema kuwa wao wanafikiria kuwa itakuwa vingine, lakini kauli ya mazungumzo bado inashindwa kufahamika, kwa sababu taarifa waliotoa Irani wanasema kuwa hawajaomba mazungumzo na Marekani wala hawajataka mazungumzo na Marekani, isipokuwa Marekani ndio imekuwa ikituma wawakilishi wao kwenda kwa Irani kutaka mazungumzo. Lakini ukimsikiliza yeye anachokizungumza ni kitu kingine, na kile kinachotokea ni kitu kingine, hatupati kiongozi wa kidini Ali Hamenei amesema hatakubali kulazimishwa kutia saini mkataba wa amani, huku Israel ikijaribu kumlenga. Unalizungumziaje hili? Trump alizungumza kuwa Israel ilikuwa inataka kumuua lakini akazuia. Lakini pia Trump akasema kuwa tunafahamu Hamenei anapojificha na hatuna shida wala hatutaki kumgusa. Lakini Trump alisema kuwa wanapaswa wajisalimishe wao wakajibu wakasema kuwa hii ni Irani ambayo haiwezi kujisalimisha. Nadhani ametoa majibu katika hotuba yake ya pili tangu kuzuka kwa vita. Khamenei amezungumza mambo mengi, lakini hili la kujisalimisha ameliweka mbali sana. Akasema kuwa Irani sio nchi ya kujisalimisha, Irani ni nchi yenye makamanda wengi, kuwa watapigana mpaka tone la mwisho, na pia wanasema kuwa hawawezi kufanya mazungumzo wakati wanashambuliwa. Kwa hiyo mpira uko upande wa pili, kuwa ikiwa wanataka mazungumzo na Irani basi wanapaswa kufata vile wanavyotaka, lakini sio katika Je, kwa taswira uionavyo, kuna uwezekano wa Marekani na majeshi yake kuingilia vita hivyo na kushambulia vituo vya nishati ya nyuklia huko Iran? Marekani na majeshi yake kuingia kwenye vita ni swala moja, lakini kushambulia nyuklia ni swala jingine. Haya yanaweza yakatenganishwa, kuwa huenda Marekani akaamua kutumia uh, ndege zake, kwa sababu ukiangalia kuwa Marekani anaweza asiingize jeshi moja kwa moja, akaamua kutumia ndege zake, kwa sababu kinachoshindikana kwenda kugusa sehemu ya nyuklia ya ambayo Israeli amekuwa akijaribu kuishambulia kwa siku sita, na taarifa ya IAEA ikaonyesha kama kulikuwa kuna hitilafu kidogo, lakini wanaonekana kama bado ilikuwa mbali sana Israeli kufikia nyuklia. Sasa Marekani anaweza akachagua moja, ima atumie ndege kwa ajili ya kwenda kuathiri ahiri nyuklia au aamue kuingia kamili na vikosi vyake, lakini hii ni hatari kubwa, kwa sababu ukisikia kauli ya Khamenei tayari ameweka indhari kwa Marekani kuwa tutashambulia kambi zako zilizo. Marekani ana askari zaidi ya elfu hamsini mashariki ya kati, ana kambi nyingi za kijeshi ambazo zimemzunguka Iran pale. Kwa hiyo zinaweza zikawa tageti ya Iran na jinsi Irani makombora yake yalivyoonyesha kuwa yana ufanisi wa hali ya juu, ukilinganisha kuwa Israel ni nchi yenye mifumo mingi zaidi ya ulinzi wa anga na inaweza kupigika pale anapotaka kupiga. Sasa kuilinda kambi za Marekani zilizopo zote Mashariki ya Kati, kuzuia makombora ya Iran inaweza ikawa swala jingine. Vita vya Israel na Iran vinaliacha wapi eneo la Mashariki ya Kati ambayo imekuwa ikishuhudia vita na mashambulizi, lakini unaweza ukatazama pia, mbona washirika wa karibu wa Iran hawajajitokeza kusimama nao kipindi hiki. Kwanza, eneo la Mashariki ya Kati ambalo limekuwa tete takriban karibu miaka mitatu sasa kutokana na mizozo na vurugu ambazo zimekuwepo endelevu za Mashariki ya Kati. Kitendo cha Iran na Israel kuingia kwenye mgogoro mkubwa kama huu, hawa wote ni full power katika ili eneo. Kwa hiyo wanaleta ile hali ya wasiwasi mkubwa sana, na ndio maana unaona kuwa vita yao ya siku tatu nne tano mpaka kuja karibu wiki moja tayari imesha athiri biashara yote duniani, imeathiri masoko ime Bei ya mafuta kila siku, bei ya mafuta inapanda, wameathiri kila kitu ambayo athari yake inagusa mpaka kwetu maeneo ya Afrika Mashariki kwa hapa huu mzozo. Lakini kuhusu washirika wa Iran, Iran yuko peke yake, anao washirika ambao sikuwahi kuamini kama kuna mshirika yoyote anaweza kuja kuingia kwenye hili. Labda mshirika ambaye alionekana ni mtiifu sana kwa Irani ni Urusi, ambaye Irani amepewa vikwazo vingi kwa sababu ya Urusi, kwa sababu ya kumpa silaha, kumpelekea makombora, kumpa droni, lakini mpaka sasa Urusi nje ya matamko hajaonyesha nia ya kujiingiza moja kwa moja sasa kwenye hili anaweza akacheza peke yake, lakini sidhani kama Irani alikuwa halijui hili. Irani alikuwa analifahamu vyema kabisa kuwa hili sina washirika ambao ni lazima niende nao. Kama mwanzo wa mzozo huu Irani hajaomba msaada kwa mshirika yoyote kuwa ingia, lakini mara zote amewasitiza hata majirani zake waliopo pale karibu, kuwa ikiwa hamwezi kutusaidia basi msitushambulie. Maanake unaweza ukasema kuwa Irani alifahamu kabisa kuanzia mwanzo kuwa huu ni mzigo wangu na ninapaswa ni ubebe peke yangu, na ndio maana kuna tofauti katika hili, unamwona Israeli, analia kuomba msaada Marekani ili amsaidie, lakini Irani haombi msaada wa nchi yoyote, kwa sababu anafahamu kuwa sitoupata. Umehitaja Urusi kama mshirika wa karibu kabisa wa Iran, na tunafahamu kwamba washirika wa dhahiri wa Iran ndio pamoja na Urusi, lakini China na Korea Kaskazini pia ni miongoni mwao. Je, kuna taswira ambayo bado dunia haijaiona kuhusu mzozo huu? Sidhani, nadhani kila kitu kimekwisha jiweka wazi kwa hili, lakini taswira ambayo anaweza sema dunia kwa sasa imedhihirika, kulikuwa kuna kelele nyingi kati ya vurugu ya Israeli na Irani: nani mwenye uwezo kubwa nani anaweza kufanya nini? Ni karibu nchi zote zimeonyesha ufanisi kwa upande wao. Israeli wameonekana wana uwezo mzuri sana wa kufanya masuala ya kijasusi na hata kuua viongozi, ambapo ni kinyume na mkataba wa Geneva bila kuchukuliwa hatua yoyote, lakini Irani wameonyesha ufanisi wa hali ya juu sana kuweza kufika kwenye maeneo ambayo kuwa hapo awali ungeambiwa kuwa hapa patapigwa, huwezi kuamini kama patapigwa. Kwa hiyo hii ni taswira ambayo ilikuwa imejificha sana na kuamini kuwa sasa hawa wamedhihirisha uwezo na nguvu kubwa, lakini inaenda kutoa jibu la kuwa baada ya huu mzozo zile kauli za matisho zitaondoka kwa sababu, ili uwe na rafiki wa kweli ni lazima mgombane, na kila mmoja aweze kumheshimu mwenzake. Maanake kuwa Iran na Israel walikuwa hawajawahi kuingia kwenye mzozo mkubwa kama huu, na Israel tangu kuundwa 1948 hajawahi kupigana na nchi yoyote yenye uwezo wa namna hii na kufika kwa kiwango hiki kwake. Sasa nadhani baada ya huu mzozo hilo ndio litadhihirika wazi kuwa wanaweza wakachora mistari ya mipaka na kuheshimiana kuanzia hapo. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na rais Donald Trump bado anatafakari ikiwa Marekani itabadilika msimamo wake wa kushiriki moja kwa moja vita vya Israel na Iran, na maelfu ya watu waandamana mjini Buenos Aires kumuunga mkono rais wa zamani wa Argentina aliyehukumiwa. Hii ni BBC kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC imetimia. Saa 12 na dakika 16 sita Afrika Mashariki sawa na saa 11 na dakika 16 kwa Afrika ya Kati. Mimi ni Regina Mziwanda, na moja kwa moja tuelekee viwanjani kwake Victor Kenani. Shukran sana Regina. Tunaanza na kombe la dunia la vilabu la FIFA ambapo miamba wa soka kutoka nchini Italia, Juventus wameonyesha klabu ya Al Ain kutoka umoja wa falme za milki za Kiarabu kwa mabao matano bila jawabu katika mechi iliyokamilika muda mfupi uliopita. Mwani na francisco coencecao walifunga mawili kila moja huko kenan yildis akiongeza sukari kwenye keki kwa bao moja katika mechi nyingine fc salzburg inayotokea austria iliishinda klabu ya pachuka kutoka mexico mbili kwa moja mechi zingine zitakazochezwa hi leo palmeiras ya brazil itachuana na al Ahly kutoka misri huku miami klabu anayochezea lionel messi ikikipiga dhidi ya fc Porto. na winga wa Chelsea michalo mudrik ameshtakiwa na chama cha soka cha uingereza kwa kukiuka kanuni zake za kupinga matumizi ya dawa za kusisimua misuli baada ya kushindwa kwenye kipimo cha dawa za kulevya na sasa anaweza kukabiliwa na marufuku ya hadi miaka minne. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ukraine, mwenye umri wa miaka 24 alisimamishwa kwa muda na FA mwezi Disemba baada ya matokeo yasiyo ya kawaida katika kipimo cha kawaida cha mkojo. Wachezaji wanaopatikana na hatia kutumia kwa makusudi dawa zilizopigwa marufuku wanaweza kufungiwa hadi miaka minne chini ya mwongozo wa shirikisho la soka duniani FIFA. Wakati huo, Modric alisema alikuwa na mshtuko mkubwa na kwamba hajawahi kutumia, hajawahi kujua kuwa ametumia dawa yoyote iliyokuwa imepigwa marufuku. Hajaichezea Chelsea tangu tarehe 28 mwezi Novemba na hajajumuishwa katika kikosi cha mechi tangu tarehe moja mwezi Disemba. Ukirejea kwenye soka barani Afrika, Congo Brazzaville wameruhusiwa kushiriki tena katika mashindano ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani Chan, baada ya kushinda rufaa dhidi ya kutumuliwa kwao. Shirika la soka la Afrika CAF limetangaza wanachukua nafasi ya Guinea ya Ikweta, ambao awali walikuwa wamerudishwa kwenye mashindano hayo na shirikisho hilo la Afrika, baada ya kushindwa na Kongo kwa jumla ya mabao mbili kwa moja katika mechi ya kufuzu. Guinea ya Ikweta walidai kwamba Kongo walimtumia mchezaji asiye halali mshambuliaji Jafeth Manku na kuwasilisha leseni za wachezaji zisizo sahihi. Hata hivyo uamuzi wa kamati ya nidhamu ya CAF wa kuiondoa Kongo na kuirudisha Guinea ya Ikweta katika mashindano hayo ya kila baada ya miaka miwili ulitupiliwa mbali na bodi ya rufaa ya CAF. Mwezi uliopita FIFA iliondoa marufuku iliyokuwa imewekea kwa Kongo ushiriki mashindano hayo ya kimataifa. Marufuku hiyo ilitokana na kuingiliwa kwa shughuli za soka na serikali ya nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Asubuhi njema. Naam, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimefikia makubaliano ya awali ya kumaliza mzozo wa miaka 30 uliokuwa ukijirudiarudia. Mafanikio haya yanapatikana katika mzozo ya uliosimamiwa na katika mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani. Mkataba wa amani utahusisha kuvunjwa kwa makundi ya waasi uh, kuwapokonya silaha wanamgambo wa Mashariki mwa DRC, kuheshimu kwa mipaka ya ardhi, kuanzishwa kwa utaratibu wa pamoja usalama ili kujaribu kuzuia milipuko ya mara kwa mara ya machafuko ambayo imekuwa sifa kuu ya mapigano haya. Zaidi na Florian Kaijage. Jana Jumatano, wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda walitia saini chapisho la makubaliano ya amani yakishuhudiwa na msaidizi wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Alson Hoka, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya utiaji saini wa makubaliano kamili ya amani hapo baadaye Juni 27, 2025 utakaoshuhudiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio hatua hiyo inakuja ikiwa ni sehemu ya kuendeleza azimio la msingi lililosainiwa Aprili 25. Makubaliano ambayo yalifanyika kwa kipindi cha siku tatu na mazungumzo kuhusu masuala ya kisiasa, usalama na kiuchumi. Makubaliano yanajumuisha masharti kuhusu, kuhusu kuheshimu mipaka, marufuku ya vita na mapigano kuto kujihusisha na makundi yoyote kuweka silaha chini na kuundwa kwa muungano wa kiusalama usio wa kiserikali, inayokwenda sambamba na makubaliano ya Oktoba 31, 2024 ikiwa pia ni pamoja na kuwawezesha wakimbizi kurejea makwao na watu waliokimbia makazi yao pamoja na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na mfumo wa ujumuishaji wa kiuchumi wa kikanda kama sehemu ya juhudi za kutafuta amani zinazosimamiwa na Marekani na Katal ambapo Katal ilihusika katika majadiliano haya ili kuhakikisha ushirikiano kati ya nchi zote mbili wenye lengo la mazungumzo ya kuleta amani nchini DRC. Nchi zote mbele DRC na Rwanda zinaunga mkono mchango muhimu wa juhudi za pamoja za Marekani na Qatar kama washirika katika kutafuta amani DRC imekuwa ikishutumu Rwanda kuwa inaliunga mkono kundi la waasi wa M23 ambalo kwa sasa linadhibiti eneo la mashariki mwa Kongo, madai ambayo mara zote Rwanda imekuwa ikiyakanusha. Ni taarifa yake Florian Kaijage.